Kwanza ni vizuri watu wakaelewa kwamba wabunge mbalimbali mbali kutoa mawazo yao au kueleza uh, wanavyo ushauri wao juu ya mabadiliko mbalimbali katika bajeti, hakuna maana ya kuikosoa serikali wala hakuna maana ya kumsema au kumdhalilisha rais na serikali yake, bali ni wajibu wetu kama wabunge. Mbunge wajibu wake mojawapo ni kuhakikisha anaishauri serikali vizuri, na hasa mbunge wa CCM ni zaidi kwa sababu uh, sisi ndio wenye ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo serikali inapoleta mipango mbalimbali mbali, Uh, sisi kama wabunge wa CCM tunao wajibu wa kuishauri serikali namna ya kufanya vizuri zaidi ili ilani ya uchaguzi itekelezwe. Sasa, lililotokea uh, mfano juzi nimeshauri juu ya mabadiliko fulani kwenye wizara ya, ya maji, uh, ambapo tatizo hili ni kubwa. Inawezekana wenzetu ambao wanajaribu kutushambulia Inawezekana kwao hakuna matatizo ya maji, lakini sisi ambao matatizo ya maji ni makubwa, wananchi wangu wana matatizo makubwa sana sana ya maji. Nikikubali tu kila kitu kipite hivi, bajeti ipite ndogo, kwa hivyo vyote vile, ikipita bajeti ndogo, nitapata kipande kidogo. Ikipita ikiongezwa bajeti, maana yake miradi ya maji itaongezeka, na hivyo wananchi wangu watapata watapata maji. Kwa hiyo kimsingi kazi ya msingi ya mbunge na hasa mbunge wa CCM ni kuishauri serikali yake, na tunapoishauri tunaishauri, actually sisi tunaoshauri tunampenda zaidi rais na tunaipenda zaidi serikali ifanye vizuri, kuliko wale ambao watakuja na kusifu na kupongeza kwa kila kitu, hata pale ambapo wanaona kabisa hapa tungeweza kushauri na, ma, na mambo yakarekebishika, ka, ya ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo bahati nzuri kwa mujibu wa katiba ya CCM ilani hii inatengenezwa na kusimamiwa na idara ya itikadi na uenezi, ambapo wakati ikitengenezwa mimi nilikuwa mkuu wa idara hiyo. Lakini nilibahatika, Mheshimiwa Naibu Spika, kuzunguka nchi nzima, jimbo kwa jimbo. Nimelala kila jimbo, nimelala siku moja. Tatizo la maji liko kila jimbo katika nchi hii. Hakuna tatizo hili, tunapishana ukubwa wa tatizo, lakini umegusa kila mahali na mimi nimeshuhudia kwa macho yangu. Ndio maana tulipokuwa tunatengeneza ilani ya uchaguzi, moja ya jambo kubwa tumelizungumza kwa kina ni swala la maji. Ilani hii ya uchaguzi iliyotengenezwa na Chama cha Mapinduzi ndio mkataba wetu kati ya CCM na wananchi. Tusipoitekeleza, wananchi hawataturudisha, na huu ndio ukweli, kwa sababu tuliwaahidi. Mheshimiwa Naibu Spika, na bahati mbaya tatizo la maji, pamoja na kuwaathiri watu wote, lakini akina mama ambao ndio wapiga kura wakubwa wa CCM ndio waathirika wakubwa wa, wa tatizo hili na kwenye mapendekezo yangu, bahati mbaya sikufika siku mwisho. Wakati natoa mapendekezo nilishauri, na mapendekezo yangu la kwanza ilikuwa ni muhimu serikali ikafikiria kuongeza pesa kutoka hiyo milioni mia sita kufikia bilioni mia sita kufikia walau pesa kiasi fulani ambacho kitagusa maisha ya watu. Lakini ya pili nilikuwa na mapendekezo ya kuanzisha wakala wa, wa maji vijijini kama ambavyo tumekuwa na rea rea, imefanya kazi nzuri sana, wakala wa umeme vijijini wamefanya kazi nzuri sana. Tuanzishe wakala kama, kama, kama huyu wa umeme vijijini, tuanzishe wakala kwa ajili ya maji vijijini, kwa sababu ni tatizo kubwa na baya na linagusa wapiga kura walio wengi. Lakini la tatu, uh, mimi pia nilikuwa na, naunga mkono mapendekezo ya, ya, ya kuongeza ile shilingi hamsini katika uh, lita moja ya petroli na dizeli. Na nidhani hii ingesaidia. Lakini la mwisho kubwa ambalo pia nilikuwa nalo kama mapendekezo uh, Tanzania hii mvua ni nyingi sana na ukiangalia sasa hivi imekuwa inatokea mafuriko, lakini tuna uwezo wa kuyavuna haya maji kwa kupitia kutengeneza uh, zile gatas ambazo zinakusanya maji kwenye kila taasisi ya umma, kila taasisi binafsi na kila nyumba, na swala hili lisifanywe kuwa ni swala la hiari, lazima lifanywe kuwa ni sheria kwamba ukijenga nyumba yako kama ambavyo ni sheria kufuata vitu fulani, pia iwe ni sheria kukusanya kuyavuna maji yanayotokana na mvua. Itapunguza tatizo la maji, lakini pia itapunguza tatizo hii ya ya ya ya, ya mafuriko tunayoyaona, na itatusaidia. Kwa hiyo nilikuwa na mapendekezo kadhaa ambayo, uh, nimeandika kwa maandishi na nime, nimeipa serikali. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunaposhauri, tunapokosoa, tunapoelekeza, lengo letu ni kwamba tushirikiane kwa pamoja, tusaidiane kwa pamoja, tulifanye jambo liwe zuri zaidi. Vinginevyo ingekuwa hakuna haja ya kuja hapa. Kama kama ukija hapa unatakiwa tuunge mkono kila kitu, nadhani haja ya kuja bungeni itakuwa haipo. Ingekuwa tu sasa serikali wanatengeneza, wanakwenda, wana wanatekeleza. Lingine ndugu yangu Nape yuko hapa, jana alichangia, hakuna kuogopana nani na, mimi ndo nachangia. Ndugu yangu Nape aliyekuwa mwenezi wangu wa Taifa jana alizungumza mambo mazuri, lakini kuna moja alisema tusipowatekelezea swala la maji wananchi hawataturudisha haiwezekani. Wananchi wa Tanzania wanatutegemea kwa mambo mengi, wala sio maji peke yake, na tumewafanyia vizuri. Na hata hizi irani hazijaanza kuanzaliwa kwenye awamu ya tano, tumepitisha awamu nne zote, zilikuwa zinaandaa hayakamiliki. Kwa hiyo swala hapa sio kulazimisha ilani yote ikamilishwe. Rais gani aliyewahi kutekeleza asilimia mia moja ya ilani? Tusibebeshane mzigo. Wewe ulikuwa unaongea, nilisikiliza, sikiliza. Kwa hiyo tupeane nafasi, rais wetu anafanya kazi nzuri, tusianze kumchambachamba huko ndani. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana kwa kazi nzuri uliyoifanya pale Geita. Tulikuwa na malalamiko ya awamu mbili wewe leo ukifika Geita hatujawa na asilimia mia moja, lakini tuna nafuu tuna nafuu. Kuna mradi wa bilioni sita huko asilimia karibia semana tano, halafu tusimame hapa kuiponda serikali ya awamu ya tano kwa miaka miwili? Haiwezekani. Kuna wabunge wamo huko kinamnyika. unataka tumalize tatizo la maji leo? Kwa nini population huisemi ya Dar es Salaam, wakati unaomba maji? Awamu ya kwanza ilipokuwa bungeni jimbo lako lilikuwa na watu wangapi? kila siku binadamu wanaongezeka, hatuwezi kumaliza tatizo hili kwa awamu moja. Lakini pia kwa takwimu tunaambiwa uchumi unakuwa kwa asilimia 7.2 haya yote hayatakuwa na maana kama hayatatafsiriwa kwenye maboresho kwenye huduma za jamii na hasa maji. Hatua hizi lengo lake ilikuwa ni kuongeza uwezo wa serikali. Sasa kama hatua hizi zimechukuliwa na matokeo yake ni chanya, tunapaswa tuyaone kwenye ongezeko la huduma za jamii, na hapa tuanze na swala la maji ambalo linagusa kila mtu. Tusipofanya hivi hatua tulizochukua hazitakuwa na maana hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti iliyopita tumetenga bilioni mia tisa. Bajeti hii tukiwa tumesimamia hatua tulizozichukua ambazo kwa kweli zingeongeza uwezo wa serikali tunatoka mia tisa kwenda mia sita Hatujatafsiri mafanikio ya hatua tulizozichukua kwa vyovyote vile, watanzania hawawezi wakatuelewa. Ukuaji wa uchumi wetu hauwezi ukabaki kwenye makaratasi peke yake. Na kwa nini sasa hivi, ukiwa waziri una forum, una platform yako ya kushauri ndani ya vikao, kwenye kabineti, kwenye kwenye vikao mbalimbali ambavyo mnakutana kama serikali, na wewe unakuwa ni serikali. Ukiwa mbunge platformu yako ni ndani ya bunge. Kwa hiyo wakisema Nape anashauri ana, ana tu, leo hawajui nilikuwa nafanya nini nikiwa ndani. Kwa hiyo eh, mi nadhani hayo ni, ni, ni mawazo yao. Nilikuwa na platform ndani ya kushauri, sasa nimetoka nje, platformu yangu ni ndani ya bunge na mi naitumia platformu yangu vizuri, na nadhani natimiza wajibu wangu kwa mujibu wa katiba na taratibu za nchi ambazo zinanipasa kushauri na, na kuisimamia serikali kama mbunge. Sasa hapa pana hatua mbili, pana hatua ya kupanga na kutenga pesa, lakini pana hatua ya, ku, ya, kuzi, ya kuzipeleka pesa kwenye bajeti, kwa mfano ya maji, kuna pesa za aina mbili, kuna pesa zile ambazo zinatoka hazina, lakini kuna pesa zile ambazo zinatokana na tozo ambazo hazipiti hazina. Hizo zikishakatwa zinakuja moja kwa moja, na ndio maana tuna tunapendekeza hapa kwamba iongezwe ile shilingi 50 ambayo itakwenda direct kama sasa hivi kuna patikana bilioni 125. Maanake ikiongezwa tutapata bilioni 250 ambayo impact yake ita, ita, itaonekana. Halafu kuna hiyo sasa pesa ya kutoka hazina sasa, kwa sababu haitoki, haitufanyi tuache kuongeza pesa, ni bora tuongeze pesa, kwa kuwa bajeti nzima kwa ujumla wake inaongezeka ina, ina, halafu sasa tuone namna ambavyo serikali itaziba mianya ya makadirio yasiyotimia, kwa sababu kwa sehemu kubwa unajua, ukikuta pesa haikwenda, maanake inawezekana haikupatikana. Kwa nini haikupatikana? Kutakuwa na mianya iliyosababisha hiyo pesa isipatikane, kwa hiyo dawa yake ni kuziba hiyo mianya. Kwa mfano, kama watu hawakukusanya kodi vya kutosha, au kama hatukupata hiyo misaada, mnafanyaje ili mpate hiyo misaada, ili hiyo pesa ipatikane, ili mpeleke na, na, na kwa, na kwa kweli ni vizuri ukiangalia wanasema mpaka mwezi wa tatu ilikuwa imekwenda asilimia kumi na tisa. Bado iko miezi mitatu ndio ya utekelezaji wa bajeti, lakini miezi mitatu ukipeleka hela nyingi kwa wakati mmoja pia unasababisha hata mianya ya kuliwa yi, iongezeke. Kwa hiyo nadhani ushauri wangu kwa serikali tuongeze kwenye kutenga, lakini pia tuangalie namna na ambavyo tutaongeza mapato ili hii pesa iweze kwenda huko inakotakiwa kwenda. Kwenye ilani hii tumeahidi kwamba tutatoa kiwango cha upatikanaji wa maji vijijini kutoka asilimia 67 kwenda 85. Dar es Salaam pale ambapo Dawasco na Ruhemeja wanajitahidi kufanya vizuri, lakini kama hakuna hela mambo yatakwama. Tunataka kutoa 68 kwenda 95 kwenye miji mikoa makao makuu ya mikoa kutoka 86 kwenda 95, miji midogo midogo kutoka 57 kwenda 90. Hili Mheshimiwa Naibu Spika, halitafanikiwa tukienda na bajeti hii. Ndio maana mimi naunga mkono hoja. Serikali wasione aibu wala wasijisikie vibaya kurudi kwenda kuongeza pesa hapa.